DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Hujambo msikilizaji, na karibu kwenye matangazo yetu haya mengine kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bon. Mimi ni Saumu Mwasimba, kwa niaba ya wenzangu wote utakaowasikia. DW habari za ulimwengu Ninakusomea kwanza muktasari wake. Naitwa Lilian Mtono. Baadhi ya watumishi kwenye kambi ya kijeshi ya Marekani huko Katar washauriwa kuondoka baada ya kitisho cha mashambulizi kutoka Iran. Rais Donald Trump asisitiza Greenland kuwa chini ya udhibiti wa Marekani. Na Uganda kufanya uchaguzi mkuu kesho Alhamisi, huku Rais Museveni akipewa nafasi kubwa ya kurudi madarakani. Habari kamili. Washington Baadhi ya wafanyakazi katika kituo kikubwa cha kijeshi cha Marekani huko Qatar wameshauriwa kuondoka hadi leo jioni hii ikiwa ni kulingana na afisa mmoja wa Marekani. Tangazo hili linatolewa baada ya afisa mwandamizi wa Iran kusema wataishambulia kambi hiyo. Afisa huyo aliyezungumza na shirika la habari la AP mapema leo kwa sharti la kutotambulishwa alielezea hatua hiyo kama ya tahadhari, na hakutaka kuzungumzia zaidi kama agizo hilo ni la hiari ama la lazima na lilimuhusunani hasa. Lakini Qatar imesema hatua kama hizo zinachukuliwa ili kukabiliana na mvutano wa kikanda ulioko sasa. Mshauri wa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, Ali Shamkhani, mapema leo aliandika kwenye mtandao wa X kwamba Rais Donald Trump ambaye mara kadha alizungumzia kuvisha bulia vikali vinu vya nyuklia vya Iran asisahau pia kuzungumzia Iran kuishambulia kwa makombora kambi ya Marekani iliyopo Al Udeid. Kambi hiyo inayokaliwa na maelfu ya wanajeshi wa Marekani ililengwa na Iran mwezi Juni ili kulipiza kisasi mashambulizi ya Marekani kwenye vituo vyake vya nyuklia. Washington Rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza hii leo kwamba Greenland inapaswa, ku, inapaswa kuwa mikononi mwa Marekani, masaa kadha kabla ya mazungumzo ya ngazi za juu kuhusiana na suala hilo kuanza mjini Washington. Trump aliandika tena kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kwamba Marekani inaitaka Greenland kwa sababu za kiusalama, akirejelea hatari zinazosababishwa na China na Urusi. Makamu wa rais JD Vance na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio watakutana baadaye leo na maafisa wa Greenland na Denmark katika ikulu ya White House kujadiliana suala hilo. Hata hivyo Greenland, uh, na denmark wamekwisha sema kwamba kisiwa hicho hakiuzwi na kulaani mapendekezo ya kutumia nguvu kukinyakua. Kampala. Raia nchini Uganda wanajiandaa kupiga kura kesho Alhamisi katika uchaguzi ambao unatarajiwa kumwongezea muhula rais wa muda mrefu Yoweri Museveni na unaoibua wasiwasi kuhusiana na uwazi, utawala wa kurithishana, uingiliaji wa kijeshi na mikakati ya upinzani ya kuzuia wizi wa kura vituoni. Rais Museveni aliyopo madarakani tangu mwaka elfu tisa mia na themanini na sita anawania awamu ya saba na kukaribia miongo mitano ya kutawala. Hata hivyo anakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa Bobi Wine anayewakilisha kundi la vijana wanaoshinikiza mageuzi ya kisiasa. Wagombea wengine sita wanawania nafasi ya urais kwenye taifa hilo la Afrika Mashariki lenye karibu watu milioni na arobaini na watano na kulingana na mamlaka za uchaguzi watu milioni ishirini na moja nukta sita wamejiandikisha kupiga kura. Waziri Mkuu wa Canada Mak Ken amewasili mjini Beijing hii leo tayari kuanza ziara ya siku nne inayokusudia kurekebisha uhusiano uliodorora kati ya mataifa hayo mawili, wakati Canada ikiangazia kuimarisha uhusiano na nchi nyingine tofauti na Marekani. Hii ni ziara ya kwanza ya kiongozi wa Canada nchini China katika kipindi cha karibu mwongo mmoja. Ken atakutana na waziri mkuulik yang pamoja na rais Shi Jinping. Ken amehitaji ziara hio ya China kama sehemu ya hatua za kujenga ushirika mpya kote ulimwenguni ili kuhitimisha utegemezi wake kiuchumi kwenye soko la Marekani. Licha ya Kanada kuwa mshirika wa karibu wa Marekani kwa muda mrefu, Trump aliwekea ushuru mkubwa kwa bidhaa zake zinazouzwa Marekani na kupendekeza kwamba taifa hilo lenye utajiri wa rasilimali zinaweza linaweza kuwa jimbo la hamsini na moja la Marekani. Na hatimaye Kiev Ukraine imemteua waziri wake wa nne wa ulinzi katika kipindi cha karibu miaka minne tangu ilipovamiwa na Urusi. Hatua hiyo ilifikiwa baada ya wabunge mia mbili na sabini na saba kumpigia kura Mikhailo Fedorov kushika wadhifa huo katika jaribio la pili baada ya kura ya awali kukwama kwa kukosekana kwa wabunge wa kutosha. Rais Volodmir Zelenski alikuwa tayari amemteua Federov, ambaye anatimiza miaka thelathini na mitano wiki ijayo. Amekuwa waziri wa mageuzi ya kidijitali tangu mwaka elfu mbili na kumi na tisa na alisimamia upanuzi wa uzalishaji wa droni baada ya uvamizi wa Urusi mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Wakati huo huo, aliyekuwa waziri wa ulinzi Denis Shimihal ameteuliwa kuwa waziri wa nishati na naibu waziri mkuu wa kwanza siku chache baada ya kuondolewa kwenye wizara ya ulinzi aliyoongoza kwa miezi sita. Na huo msikilizaji, ndo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. DW dunia yetu leo jioni. Alikuwa ni Lilian Mtono, huyo aliyekusomea taarifa ya habari za ulimwengu. Msikilizaji, natumai bado upo nasi katika dunia yetu leo jioni, ambapo tuna mengi ya kukuharifu, tukianzia huko nchini Uganda ambapo tutakujuza kuhusu hali ya mambo ilivyo katika taifa hilo la Afrika Mashariki wakati wananchi wakijiandaa kuteremka vituoni kupiga kura hapo kesho Alhamisi. Na nchi jirani ya Tanzania, wananchi wanafuatilia hali ya mambo huko Uganda, huku kukiweko wasiwasi huenda kilichotokea Oktoba 29 Tanzania kikatokea nchini Uganda. Na kwenye michezo, macho yote leo jioni bila shaka yatafuatilia michuano ya kuania kuingia eh, katika nusu fainali. Nani sijui wataibuka washindi, tutayajua hayo bila shaka baadaye katika michuano hiyo ya AFCON. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuitegea sikio DW. Wakati huu tunaanzia uchambuzi wetu nchini Uganda, ambako kama alivyokuarifu wananchi wanajiandaa kesho Alhamisi kuteremka vituoni kupiga kura kwenye uchaguzi mkuu, huku hali ya utulivu ikiripotiwa katika miji takriban yote ya nchini humo. Tunajiunga hivi sasa na mwandishi wetu wa Kampala, Emmanuel Lubega, kutujuza kwa ujumla hali iko vipi? Uh, kwa kweli hali ilivyo kwa sasa ni kwamba hali imebaki tulivu na watu bado wanaonekana tu wakisafiri kwenda vijijini na kila ambacho pengine kimeonekana ambacho sicho cha kawaida kama ilivyokuwa siku zingine ni kwamba yale uh, magari ya majeshi na wanajeshi, safari siku ya leo hawakushinda mitaani na kwenye barabara za mji. Eh, angalau taswira inaonekana ni, ni tofauti kidogo na ile ambayo ilikuwa inaonyesha, yaani, wanajeshi walikuwa wengi sana kwenye barabara za mji na vilevile vile magari ya kijeshi. Hmm. Sasa kwa siku ya leo, uh, magari hayo hayakuwepo katika katika swala so zima la hali ya usalama Lubega, katika vituo vya kupigia kura ambavyo vitatumika kuanzia kesho, eh, saa kumi na mbili hmm. alfajiri, unaizungumziaje hali hiyo? Je, kuna walinda usalama, kuna wanajeshi ambao wamewekwa katika vituo hivyo vitakavyotumika uh, kupigia kura. Kwa sasa vituo vingi ambavyo vya kupigia kura ambavyo vimepitiapitia wamefunga tu zile kamba za kuonyesha mahala hapa watafanyika uchaguzi kesho, na kuna askari mmoja wawili, askari polisi ambao wameweka ulinzi. Si kwamba kuna wanajeshi ama nani, lakini kesho tukiangalia, tutaona pengine mazingira huenda yakabadilika, lakini kwa leo ni kwamba tu mahala panatangazwa kwamba hiki ni kituo, ili watu wajue kwamba mahala hapa watafanyika uchaguzi. Na vile vilevile mabango ambayo ni ya wagombea eneo hilo yameondolewa, maanake walisema eneo ambapo kuna uchaguzi utakapofanyika, basi mabango haya ambayo wamekuwa wakitumia picha zao na kadhalika yasionekane, yasi hapo. Hata bendera ya Uganda isionekane kwenye vituo vya kupigia kura manake, ime- sasa imenasibishwa kuwa sehemu ya e, mvuto wa NUP na Lubega ndani ya mji wa Kampala. hali iko vipi kwa ujumla? Umesema kwamba kuna utulivu, lakini ni utulivu wa namna gani? Utulivu naoelezea ni utulivu ambao umeandamana na taharuki. Taharuki maana yake ni kwamba watu watu wengi hawakuja makazini leo, ni wafanya biashara dogo wadogo wamekuja kufanya kazi zao leo. Maduka mengi yalikuwa yamefungwa, na umeona kwamba usafiri hata pia nao umekuwa kidogo umepungua, yani kama vile ilivyokuwa zilizopita na biashara, shughuli za kibiashara na shughuli nyingine za kimaisha zinaendelea kama kawaida au kuna mabadiliko yoyote? Shughuli shughuli za kibiashara kwa kweli, watu ambao wanaongea nao wanasema siku ya leo zimetatizika sana, hasa kutokana na kufungwa kwa mitandao ya intaneti. Kwa hivyo watu hawawasiliani, wanaoweza wanawasiliana tu kwa simu kama hivi na mimi nam Emmanuel Lubega. Huyo ni mwandishi wetu wa huko Kampala kama ulivyomsikia, nimezungumza naye muda mchache tu kabla sijakuja hapa kwenye kiti hiki cha studio. Na upande wa pili yupo Edi Sesanga ni msikilizaji kama ulivyosikia. Uganda wananchi wanasubiri kupiga kura katika uchaguzi wenye kinyang'anyiro kikali kati ya rais anayewania kiti chake Yoweri Museveni na mgombea wa upinzani Bobi Wine na Idi Sesanga ni naibu mkuu wa idhaa ambaye kimsingi yeye anatokea Uganda. Idi, hebu tufahamishe eh, kipi kinachofanya uchaguzi huu kwa muhimu zaidi hasa kwa upinzani nchini Uganda? E, sababu uchaguzi huu ni muhimu, kwanza kabisa kwa sababu unakuja wakati ambapo, e, rais Museveni anakaribia kutimiza miaka arobaini madarakani mm. E, tarehe ishirini na sita mwezi huu atakuwa amefikisha miaka arobaini kamili. Kwa hiyo una umuhimu wa kipekee kwa sababu sasa hivi mjadala uliopo Uganda pamoja na kwamba watu wanajua Mseveni atashinda bila shaka, lakini kinachozungumzwa zaidi ni makabidhiano au mabadilishano, mabadiliko ya uongozi, na wote, kila mmoja anataka wakati huo ukifika utokee kwa amani. Kwa hiyo mjadala ni u, u, wasiwasi ni Mseveni anaweza akashinda, lakini muda wake, hana muda mwingi sana. mm -hmm. Kwa hiyo mm -hmm. e, Wana, Waganda wengi wana shauku ya kuona nani atakuja baada ya Museveni. Kwa hiyo hii ni huu ni uchaguzi wa kihistoria ambao wengi wanaamini pengine ndio itakuwa mara ya mwisho kwa Museveni kuongoza. mm -hmm. Lakini pia unakuja wakati ambapo kuna ushindani mkali sana unaotolewa na huyo kiongozi wa upinzani Bobi Wine ambaye anavutia vijana wengi kama ambavyo tumeshuhudia kwenye kampeni. Katika wengi... huu ushindani unaozungumzia eh, kama unavyosema vijana wengi wameonekana wakimuunga mkono Bobi Wine kutokana na ushawishi wake na siasa zake na zimeonekana vilevile vile vurugu zikilenga eh, mikutano ya kampeni ya Bobi Wine. Bobi Wine akiandamwa na, na jeshi la Uganda eh, na mitazamo inayojitokeza hivi sasa miongoni mwa Waganda inaonesha kuna hofu uh, kwamba kilichotokea Tanzania kinawezekana kutokea Uganda. Una mtazamo gani kwenye hilo? Hofu inaweza inaweza kuwepo, ipo kwa sababu wengi wanaamini katika katika eh, ukiangalia mikutano ya kampeni ilivyokuwa inaendeshwa eh, mtu anaweza kuamini kwa kabisa kwamba ikiwa uchaguzi huu unafanyika kwa njia ya haki na, na, na, na, na, na uhuru pengine matokeo ambayo yanatarajiwa yasingekuwa hayo yanayotazamiwa. Kwa hiyo kuna hiyo hofu kwamba vijana ambao wanaamini kwamba ni wakati wao umefika, wanasema tunataka tunataka haki yetu, tunataka uchaguo letu liheshimiwe. Kwa hiyo hiyo hofu hiyo ipo hiyo, kwa sababu hata sauti za kusema kwamba tutaandamana, tutadai haki yetu kwa kuingia mitaani mm. Kwa hiyo wanasema hawatotumia vurugu, lakini serikali haiwezi kuamini hivyo. Wakiona tu umeingia mtaani, wanajua kabisa ni tishio kwa kwa usalama. Kwa hiyo kuna hiyo hofu kwamba chochote kinaweza katokea, na... lakini pia kinaweza kisitokee. Sawa sawa Idi eh, mwanzoni kabisa ulitaja kwamba hakuna shaka yoyote kwamba Museveni anatarajiwa kurudi madarakani, lakini swali kubwa uliloliuliza ni wa, walilokuwa nalo vijana ni kuona nani Museveni atampokeza baada yeye kwa sababu umri wake umekwenda. Eh, kitu nachojiuliza ni kitu gani ambacho kinaleta shauku kwa vijana katika hili swala la mabadiliko? wanahitaji wanahitaji sasa hivi kuona sura mpya, wanahitaji kuona mtu ambaye kidogo anaelewa mambo yao ya vijana, wanahitaji mtu ambaye ni warika warikalao kama nilivyokuambia tangu wengi wamekuwa wamezaliwa wanamuona rais Mseveni, wamekuwa wa wamezaa watoto wanamuona rais Mseveni, na wengine wamepata wajukuu wanamuona rais Mseveni. Kwa hiyo hakuna kiongozi mwingine wanemjua, kwa hiyo wanatamani kuona mtu ambaye pengine anaendana na wao anaelewa masuala yao, ndio maana ni shaushi shauki ni kubwa. Mseveni ame hajataja wazi kwamba anamtaka nani awe awe rais baada yake, lakini kuna wasiwasi, mjadala upo kwamba mwanaye ambaye ni mkuu wa majeshi anaandaliwa kuchukua wadhifa huo. Asante sana Idi Sesanga, msikilizaji huyo na uchambuzi wake huo kuhusiana na hali ya huko Uganda. Kesho wanateremka vituoni Waganda kupiga kura. Nchi jirani ya Tanzania inayofuatilia kwa karibu uchaguzi huu wa Uganda, hasa ikizingatiwa kuwa hivi karibuni taifa hilo limetoka kwenye uchaguzi wake mkuu uliogubikwa na mazingira ya kutatanisha. Wengi wanaona kuwa baadhi ya matukio yanayojitokeza Uganda yanafanana kiasi kikubwa na yale yaliyoshuhudiwa wakati wa uchaguzi wa Oktoba ishirini na tisa nchini Tanzania. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa anatupa taarifa kamili. Kwa kawaida wananchi wa Afrika Mashariki wanashauku kufuatilia mwenendo wa uchaguzi katika nchi ya mwanachama wa jumuiya hiyo. Hata hivyo safari ya uchaguzi wa Uganda unavutia macho ya makundi mbalimbali nchini Tanzania kwa namna ya kipekee, wananchi wanaojadili uchaguzi kwa kulinganisha na ile iliyotokea kati ya uchaguzi wa Oktoba 29 wakisema Uganda inaonekana kuelekea katika mwelekeo ulioshuhudiwa Tanzania kabla na baada ya uchaguzi mkuu uliomalizika, huku chama tawala CCM yaani Chama cha Mapinduzi kikiendelea kubaki madarakani. Kubinya kwa vyama vya upinzani waandishi wa habari kutiwa msukosuko pamoja na kuzima kwa mitandao ya intaneti ni miongoni mwa sababu zinazowafanya wengi waone kufanana kati ya uchaguzi wa Uganda na ule wa Tanzania. Wakitoa maoni yao, baadhi ya raia wa Tanzania wanasema kwamba licha siasa za Uganda kwa mulio na Uganda wenyewe bado kuna wasiwasi kuhusu athari zinazoweza kujitokeza iwapo hali haitakuwa shwari, na wasiwasi kwa sababu sasa hivi chaguzi zenyewe zinakuwa kama haziko fair. Uganda inaelezwa kuwa na idadi kubwa ya vijana ambao wanataja kuwa na nafasi muhimu katika kuamua mwelekeo wa kisiasa wa taifa hilo. Hali hiyo pia ilikuwa sehemu ya mjadala mpana wakati wa hekaheka za uchaguzi mkuu wa Tanzania uliopita. Kwa mujibu wa mtaalamu wa masuala ya maendeleo pamoja na uwekezaji kwa vijana, Bob Yona, mara nyingi sauti za vijana hupuuzwa katu kuelekea katika uchaguzi, jambo linalowafanya kukosa fursa ya kuchagua viongozi wanaokidhi mahitaji yao. Vijana wa nchi za Kiafrika wa leo wanakosa kupata viongozi bora kwa sababu wanapata viongozi ambao wanaenda wanaenda on the grave. Sasa unaacha kumchagua kijana, unaenda kumchagua mzee ambaye sasa anaenda kwenye retirement kwanza ya utu uzima sana. Mamlaka nchini Uganda pia zimewekewa lawama kwa kuwabana waangalizi wa kimataifa na kuweka vikwazo kwa vyombo vya habari vya nje kuangazia uchaguzi, hali inayofanana na, na ile iliyoshuhudiwa kati ya uchaguzi wa Tanzania. Akizungumzia hali hiyo mchambuzi wa masuala ya kisiasa Butiku Adamu anasema Uganda inaweza kujiweka katika hatari ya kuathiri mustakabala wake iwapo haitasimamia vyema mchakato wa uchaguzi. Vyombo vya habari sahizi, unaambiwa unachaguliwa cha kuripoti Sidhani kama kutokuwa na uchaguzi huru na wa haki kwa staili hii, kwa sababu utapataje ripoti za nani vituo vya kura, kama hakuna mashano ya intaneti? Utakuwa unatumia baskeli kwenda kupeleka kwenye vituo? Utatumia nini? Pikipiki? Utatumia kitu gani? Kitu kama hicho hakipo. Kwa hiyo tusubiri tuone hatima ya uchaguzi wa Uganda hapo kesho, sijui itakuwaje, ingawa hatima ya Uganda itabaki mikononi mano ya kisiasa kiuchumi na kijamii ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki yanafanya chochote kitakachojitokeza katika uchaguzi huo kuwa na athari pana kwa wananchi wa jumuiya nzima. Kutoka Dar es Salaam ni Jo Chinjogopa wa DW. DW tunavuma kwa kishindo. Bila shaka DW Kiswahili ndio maskani pekee ya kutegea kesho kujua mbivu na mbichi huko Uganda kitakachojitokeza katika uchaguzi huo. Tuelekee hivi sasa huko Iran, zaidi ya maafisa mia moja wa vikosi vya usalama na raia waliouawa katika wimbi la maandamano yaliyotikisa Iran wamezikwa leo mjini Tehran. Kwa mujibu wa televisheni ya taifa, waliopoteza maisha wanatajwa kama mashahidi kwa misingi ya imani ya Kiislamu tatu karema na mengi zaidi Maelfu ya waombolezaji walimiminika katika barabara za karibu na chuo kikuu cha Tehran kushiriki mazishi hayo makubwa. Wengi walibeba bendera za Iran na picha za kiongozi mkuu Ayatola Ali Khamenei pamoja na picha za jamaa zao. Majeneza yaliyofunikwa kwa bendera za Iran yalipangwa juu ya malori yakipambwa kwa maua mekundu na meupe ya waridi na picha za marehemu. Wakati huo huo waziri wa mambo ya nje wa Urusi, Sergei Lavrov, amesema uh, Mosco itaendelea kushirikiana na Iran kutekeleza makubaliano ya pande mbili licha ya vitisho vya Marekani kuhusu shinikizo la ushuru ya... hili Shia... linaweza Shia... bila shaka kuzua tabasamu Shania... au hasira Shania..., na kukataliwa lakini Shania..., ninaamini tunahitaji tu kufanya kazi na kutekeleza makubaliano yaliyopo kati yetu na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na vile vile kati ya Urusi na washirika wetu wengine wote wa kibiashara. Lavrov ameutaja mwenendo wa Marekani kuwa usio wa kutegemewa, lakini akasisitiza kuwa Urusi bado inataka kuendelea na mazungumzo na Washington. Katika hatua nyingine, jimbo la Rhineland Palatinate nchini Ujerumani limesitisha mara moja kurejeshwa kwa raia wa Iran nchini mwao. Waziri wa mambo ya ndani wa jimbo hilo Katharina Binz amesema hali ya haki za binadamu nchini Iran imekuwa ya ukandamizaji wa muda mrefu na imezorota zaidi baada ya vikosi vya usalama kutumia nguvu dhidi ya waandamanaji mwishoni mwa mwezi Disemba. Amesema yeyote anayerejeshwa sasa anakabiliwa na hatari kwa maisha na uhuru wake. Uhamisho umesitishwa kwa miezi mitatu, isipokuwa kwa wahalifu waliotiwa hatiani na watu wanaochukuliwa kuhatarisha usalama. Wakati huo huo Marekani imeanza kuondoa baadhi ya maafisa wake kutoka kambi muhimu za kijeshi mashariki ya kati, kama tahadhari kufuatia mvutano unaoongezeka Hatua hiyo inakuja baada ya afisa ya mwandamizi wa Iran kuonya kuwa Tehran itashambulia kambi za Marekani katika mataifa jirani iwapo Washington itaishambulia Iran. Na tukamilishe basi safu ya uchambuzi wa ripoti zetu kwa kuiangazia mashindano ya kombe la Afrika AFCON. Nusu fainali zinapigwa usiku wa leo zikiwakutanisha Senegal na Misri kisha baadaye Nigeria na wenyeji Moroko. Saumu Njama amezungumza na mchambuzi wa michezo Hassan Ali ambaye kwanza anatoa tathmini na matarajio ya mechi za leo. inatukumbusha fainali mwaka elfu mbili kumi na tisa ambapo Sadio Mane aliondoka akicheka na Mosala akilia, na ukiangalia hata mitandaoni kinachozungumzwa sana kuhusu mechi hii ni sala dhidi ya Sadio Mane maanake wengi wanasema Sadio Mane amelichukua alipompiga sala kwenye fainali sasa angalau amwachie sala achukue hii fainali upo uwezekano mkubwa yakawa labda ndio mata, matarajio na mashindano yao ya mwisho yani kulitoa hili taji lakini naweza nikasema kwamba ukiangalia safari ilivyokuwa haswa hizi timu zote mbili zimekuwa na mchezo mzuri sana uh, Senegal kidogo tu walitutia tumbo joto mechi yao dhidi ya Sudan walipotangulia mm -hmm. kufunga ijapo e, hawakuwa na Kolibali siku hiyo, lakini wakarudi wakashinda bila wasiwasi. Misri mimi tangu mashindano yameanza, nilikuwa naiona kama timu ambayo kwamba kama ni pabaya itafika nusu fainali, haijaniangusha na naweza nikasema hii kwa hakika itakuwa mechi ngumu sana na atakayeshinda ashinde kwa kuitazama. Na mechi kati ya wenyeji Moroko na Nigeria, Nigeria imeonyesha ushindani mkali tangu alipoanza uh, hatua ya makundi katika mashindano haya. Je, mechi ya leo tutarajie nini eh, katika vikosi hivi viwili? Nigeria sasa amepata ule uzoefu wa kucheza dhidi ya Mwarabu. Nakumbuka mechi yao ya robo fainali, eh, alilemea vibaya sana Algeria, kwa hiyo kama atatumia mtindo alioutumia dhidi ya Algeria, nafikiri nampa nafasi kubwa sana. Kwa sababu gani? Hmm. Shinikizo ni kwa wenyeji Moroko, kila mmoja anajua Moroko atalibeba hili kombe, wanacheza nyumbani, mashabiki wapo, wanawasukuma. Hata kocha wa Lida amelizungumzia hilo eh, akisema ni vigumu wewe kufika nusu fainali kombe la dunia halafu ushindwe kuchukua taji la bara la Afrika. Upande wa marefa na teknolojia ya VAR kwa mechi hizi zilizobakia, kwa sababu Moroko iliponyokea baada ya Tanzania kulalamika pale, ama malalamiko kuibuka kwamba walionewa, Tanzania wangepata penalti katika hizi mechi zilizosalia, unadhani eh, marefa wana jukumu la kuhakikisha kwamba hawabanangi eh, ma, mashindano yalipofikia Alafu swali zuri sana, nilikuwa nalikwepa maksudi nikiangazia tu mtizamo chanya wa <laughs> haya mashindano, lakini hilo ilikuwa lazima lijitokeze kwa sababu umetaja Moroko wa Tanzania bado wana makovu kuhusiana na penalti walionyimwa. mm -hmm. Wewe angalia sasa hivi, shirikisho la soka barani Afrika CAF limeanza uchunguzi yale yaliyojiri baada ya zile mechi za robo finali. Uliona Algeria dhidi ya Nigeria, mwamuzi alizingirwa na tunaelewa hali iliyokuwepo. Kabla ya mwamuzi wa robo finali kulikuwa na sukumasukuma hapa na pale. Mm -hmm. Na ajabu ni kwamba hata kabla ya mechi za leo anayezungumzwa sana sana ni mwamuzi yani, waamuzi wanaangaziwa sana sana, huenda wakawa ndiyo man of the match mm -hmm. kwenye mabano, kutegemea watakavyochezesha hizi mechi. Kwa hiyo nafikiri eh, madoadoa madoadoa yamekuwepo licha ya kwamba pia VAR zimekuwepo hapo kwa waamuzi. Nafikiri kidogo eh, ni tumbo joto kwa kafu Nam, huyo alikuwa ni mchambuzi wa michezo Hassan Ali, kama alivyozungumza na mwenzangu Saumu Nchama, na ndo tumekamilisha safu ya uchambuzi wetu kwenye ripoti muhimu. Angela Mdungu, bila shaka baada ya hapa tunakwenda kuganda kwenye televishen zetu kutazama michuano hiyo ya nusu fainali. Wewe umesema kwamba huwezi kubashiri? Hapana. Ah, mimi niweke kando kidogo kwenye masuala, lakini kubashiri huhitajiki kujua mpira, um, au kutojua. Nitakwambia tukitoka studio, nitakwambia haya, tuambie ah. <laughs> Kuna yapi mitandao uh, moja kwa moja katika kurasa zetu kwanza za mitandao ya kijamii. Kati ya mengi ambayo yanapatikana huko ni kibonzo kinachohusu hali ya kisiasa nchini Uganda, kama unavyojua mm -hmm. Kesho. Ni kesho. Yeah, kesho, mm -hmm. mm. E, kwa hivyo msikilizaji au mfuatiliaji wetu anaweza kupita huko Facebook, Instagram, tafuta DW Kiswahili tupe tafsiri yako kuhusu hiyo katuni. Na kingine ni kwamba nchini Kenya kuna habari moja ambayo inavuma sana, matokeo mm -hmm. ya mwisho ya kidato cha nne KCSE kwa mwaka elfu mbili ishirini na tano yametolewa juma hili mm -hmm. na sasa kuna eh, shule moja sekondari inaitwa Raganga kaunti ya Kisii, ambapo walimu na wazazi wametupiana lawama kwa sababu mwanafunzi aliyefanya vizuri zaidi mm -hmm. kwenye matokeo mm -hmm. amepata daraja D sio B mm -hmm. D dada, mm -hmm. hivi unaijua D ya Kenya? <laughs> <laughs> mimi najua <laughs> daraja D <laughs> imekuwaje? <Sidi uniseza. laughs> Wazazi na wanakijiji uh, waliovamia eneo la shule wanasema watoto mm. wao hawakufundishwa baadhi ya masomo kwa kipindi kirefu na walianza kufundishwa kwa mara ya kwanza walipoingia kidato cha nne na, na ukafuatia mtihani uh -huh. Kwa hivyo walimu ambao walitoroka kwa usalama wao kwa upande wao wanawalaumu wazazi na, na jamii wakidai kuwa tangu mwaka elfu tisa mia tisini na mbili wamekuwa dampo la kuwapokea watoto waliokataliwa kwenye shule nyingine. Kwa hiyo walimu, baada ya matokeo kutoka, wakayabandika wakati muambio uh -huh. Kwa sababu wazazi <laughs> wamewaambia kufikia Ijumaa wasiwaone fedha zote wazazi waliotumia kununua vitabu uh -huh. He, na wengine wanasema shule ifungwe hii, haiwezi ikaendelea. Kwa matokeo haya imekwenda umbali huo, watu wanasemaje? e, Champ ameandika, kwa matokeo haya kwani hawa wanafunzi walikuwa wanajibu maswali kimoyomoyo? <laughs> Kipto ameandika, wazazi, walimu na wanafunzi wote hawawezi kukwepa lawama kwa matokeo hayo. e, Crelin anauliza, kwani wanafunzi walikuwa wanafundishwa uongo hadi wakafeli kiasi hiki? <laughs> Kwa kweli, hayo si ya kuchekwa lakini ndio hali halisi ilivyo. Na basi Angela, muda wetu naona umesha yoyoma, tuangalie ujumbe uliotoka kwa wasikilizaji wetu na wafuatiliaji kwenye Instagram huko. Jona Jef anasema Museveni ameongoza kwa miaka arobaini, anawania muhula mwingine wa nini? Ali Mrangi anasema kila la kheri timu ya Senegal dhidi ya Misri, pia kila la kheri Nigeria dhidi ya Morocco. Miraji Zakaria Mjwangwa, Singida Tanzania, anasema naiweka karata yangu kwa Misri na, na kwenye Facebook huko watu wanasema Shabani Abeid Mabruk ameandika, binafsi naona fainali ya AFCON itakuwa kati ya Moroko na Misri. Ubashiri mm, wake mm huu -hmm. Hussein Dabalize wa Tabora Tanzania ameandika nawatakia Uganda uchaguzi wa amani na utulivu. Gabriel Lowasa anasema anaomba Moroko wafungwe watoke, walitudhulumu wa Tanzania <laughs> mara iwe Nigeria na, na, na Senegal wakutane uhum, kwenye fainali. Haya, Gabriel Lowasa anasema anaomba Moroko wafungwe watoke, ndo ulioisoma hiyo uhum. Na Exaveria Mnyali kipalile anatoka Iringa, anasema tangu timu yetu iliponyimwa penalti imetuvunja mioyo, hata hatuna hamu ya kutazama nusu fainali. Ujumbe wa wasikilizaji kwenye YouTube anasema huyu msikilizaji, chanel Lujija, nimeitegea DW nikiwa Kinondoni, Tanzania. Lukas Zabrono Mwanza anasema serikali ya Uganda mbona ameonyesha uoga mapema kwa kuzima mtandao wa intaneti. Isaya Sambo ameandika uh, na Bashiri fainali itakuwa kati ya Senegal na Nigeria. na Jackson valence Wadodoma, kuzima wa Dodoma anasema kuzimwa kwa mtandao nchini Uganda ni kuongeza hasara za mapato hasa kwa wafanyabiashara. na Jafari Kopo yupo Moshi naye anasema uko Uganda tambueni kuwa kuna maisha baada ya uchaguzi. Barnabas Kulaya wa Moshi naye anasema Marekani iache kuingilia mambo ya ndani ya nchi nyingine jamani Juma Joseph yupo Sirari, Tanzania, anasema rais wa Uganda achie madaraka, umri umesonga sana kwani bila yeye Waganda hawawezi kujiendesha. Naona ujumbe wake. Aminiel Macha wa Arusha, Tanzania, anasema Museveni waache vijana waongoze, huoni umri wako umekwenda? Na kwenye Facebook, Juki ya msafiri Deodatus wa Mobili, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ameandika viongozi wa Tanzania wanapenda mada... wa Afrika kumradhi, wanapenda madaraka kuliko <laughs> kutatua kero za raia. Na Selioni Mabure, yeye anasema namtakia na Bobi wa ani ushindi. Kuna Christopher Alfonsi, ujumbe umefika anatokea Iringa, yeye anasema viongozi wa Afrika uchi wa madaraka, naamini Waganda wanataka mabadiliko. Ujumbe huo Angela ni wa mwisho. Mm -hmm. tufunganye virago vyetu tuondoke hapa studio. Asante wewe msikilizaji kwa kututegea sikio hadi wakati huu. Mimi ni Saumu Mwasimba, hadi kesho. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badry 8 Eutelsat 8 WB Hotbed 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni kwa aherini.